Hivi itakuwaje siku ukifahamu kuna ugonjwa wa kuzeeka kabla ya muda? Ni azime umakini wako nasikiliza mpaka mwisho hapa kwenye Siri za Mwili, mahali ambapo unapata maelezo ya kina kuhusu miili yetu na jinsi inavyofanya kazi. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau ku like, share comment na subscribe channel hii, kwani bado ni changa. Kufanya hivyo, utawafikia watu wengi zaidi. Progeria, hali adimu ya kuzeeka kabla ya muda. Daktari Jonathan Hutchinson na wenzake Hastings Gilford, baada ya kukaa na kuumiza vichwa vyao kwa muda mrefu, hatimaye mwishoni mwa miaka ya 1980 walikuja na majibu juu ya jambo walilokuwa wakifanyia uchunguzi kwa muda mrefu, jambo lililoacha watu wengi vinywa wazi, kwani ilikuwa ni ngumu sana kuelewa kile kilichokuwa kinaendelea: Hutchinson Gilford Progeria Syndrome HGPS wao waliamua kuipachika hali hii majina yao mara baada ya kuzama katika tafiti mbalimbali za kisayansi na baadaye kuibuka na majibu ya kuwezesha kwa wanajamii Progeria. Ili ni neno yenye asili ya Kigiriki na ni muunganiko wa maneno mawili yaani, pro and geras. Pro linamaanisha kabra and geras linamaanisha umri mkubwa au mrefu au umri uliyokwenda. Basi madaktari hao wawili waliamua kuipachika hali hii majina yao ya kwanza na kisha Progeria ikifuata mbele. Hii sio ajabu hata kidogo, kwani watu wengi wanaofanya tafiti juu ya mambo au vitu mbalimbali, wakigundua taarifa ya yale waliyoyakusudia huweka na majina yao kama utambulisho Progeria ni hali adimu ya kijenetik inayompata mtoto mara baada ya kutokea hitilafu ndogo katika vinasaba vyake hivyo kupelekea mlolongo mzima wa ugawanyishaji wa seli kuvurugika mara baada ya dosari hii kuingia katika mlolongo huo na kuweka hitilafu hitilafu hii inapotokea hufanya kuta za seli kuwa dhaifu na hiyo kupelekea seli za mwili kupokea mabadiliko na kukua kwa haraka kuliko kawaida. Inapotokea hali hii, basi hapo ndipo mtoto hupata mwonekano wa kizee. Hali hii huanza kujitokeza mapema kuanzia miezi tisa mpaka miezi ishirini na nne miaka miwili. Hali hii ya kuzeeka haraka huwa na dalili nyingi na chache kati ya hizo ni hizi zifuatazo: kwanza, mtoto hukosa nywele kuwa na upala au nywele kushindwa kuota. Pili, macho kutokeza nje, mitaani wanaita machokodo. Tatu, ngozi kukunjika kunjika na kuwa na makunyanzi. Nne, kuwa na uso mdogo sana. Tano, kuwa na kichwa kikubwa pia pua kuchongoka, wengine hushindwa kuona vyema, lakini pia kukakamaa na kuvimba kwa vifundo vya maungio, pia meno kuchelewa kuota na kudumaa, ingawa mwonekano unakuwa wa kizee zaidi. Hizi ni baadhi ya dalili za hali hii inayojulikana kama progeria au ugonjwa wa kuzeeka kama mitaani wanavyoupachika jina hilo. Bahati mbaya sana, hali hii haina tiba, bali huwa ina dawa inayojulikana kama Zokinvy kwenye mabano Lonafanib, dawa ya matumaini kama wengi wanavyoiita. Dawa hii hupunguza kasi ya seli za mwili kukua kwa haraka na kuleta mwonekano wa uzee. Watu wenye hali hii, mara nyingi, wastani wa miaka ya kuishi huwa ni 13 mpaka ishirini. Wapo ambao hufariki katika umri wa miaka 13 na wengine hufika mpaka miaka 19. Hali hii huibua matatizo ya moyo, figo, nyonga kuteguka, na matatizo mengine huweza kujitokeza kama kiharusi, ambapo mara nyingi hupelekea kifo. Hali hii siyo ya kulisi kabisa na huwa ni nadra sana kutokea. Wapo watu waliopata hali hii na mmoja ambaye amefanikiwa kufikisha umri wa miaka 45 kwa mwaka huu anajulikana kama Tiffany Wedekind. Yupo huko Marekani anajihusisha na kutengeneza mishumaa. Anasema anapitia wakati mgumu sana, lakini anapambana na daruri zote za hali hii. Mpaka kufikia hapo, huwa anafanya mazoezi ya mwili kidogo na kuzingatia afya yake kwa ujumla. Pia wapo vijana waliowezesha dunia kuelewa Progeria kwa upana zaidi kama wafuatao: Sam Berns, Marekani. Sam Berns alikuwa ni mmoja wa vijana waliowezesha dunia kuelewa progeria kwa upana zaidi. Alizaliwa mnamo mwaka 1996 Marekani. Tofauti na ilivyokuwa kwa watu wengi wenye progeria, Sam alikuwa kijana mwenye furaha anayejiamini, mwenye malengo makubwa, na anayejitahidi kuishi kama kijana mwingine wa kawaida. Alijulikana kwa TED Talk yake maarufu kama My Philosophy for a Happy Life. Katika hotuba hiyo, alielezea jinsi alivyokubali hali yake, kuto kujilalamikia maisha, na kuishi kwa matumaini na furaha. Dokumentari yake ilisaidia watu kuelewa Progeria kisayansi na kihisia. Wazazi wake walikuwa madaktari na walisaidia sana tafiti za Progeria duniani kupitia Progeria Research Foundation. Sam alifariki mnamo Januari 2014 akiwa na miaka 17 na kutokana na matatizo ya moyo yanayohusiana na Progeria, lakini alishabaki kuwa kama mfano wa nguvu na ujasiri na matumaini. Mwingine ni Aley Oknes aliyezaliwa Uingereza. Aley alikuwa msichana shupavu na mwenye roho ya ucheshi na upendo. Alizaliwa mnamo mwaka 1997 Uingereza. Madaktari mwanzoni walitabiri angeishi hadi miaka 13, lakini aliwashangaza wote na akavuka muda huo. Aliandika vitabu ikiwemo Old before my time, vinavyoelezea maisha yake, hisia zake, matumaini yake na changamoto alizopitia. Alikuwa akionekana mara nyingi kwenye vipindi vya TV na documentaries, akielimisha watu na kuhamasisha familia zilizo na watoto wenye hali kama yake. Wazazi wake walimpenda sana na walikuwa nguzo kubwa katika maisha yake. Alifariki mnamo Aprili 2015 akiwa na miaka 17 kutokana na matatizo ya ugonjwa huo. Kijana mwingine anajulikana kama Adaria Rose kutoka Marekani maarufu kama YouTube star Daria Lows alikuwa mmoja wa watoto waliopendwa sana mtandaoni. Alizaliwa mnamo mwaka elfu mbili na sita. Alipata umaarufu kupitia YouTube na Facebook, akionyesha maisha yake ya kila siku. Alipenda kucheza, kupamba fashion, makeup na kufanya watu wacheke, licha ya mwonekano wake kufanana na mtu mzee alikuwa anatabasamu lisiloisha na ucheshi mwingi. Aliwapa watu wengi nguvu ya kuona jinsi alivyokubali hali yake bila ya kujiona dhaifu. Alifariki Januari 2022, akiwa na miaka 15. Na mwingine ni Ontlametse Phalatse kutoka Afrika Kusini. Ontlametse alikuwa mmoja wa wasichana wachache sana Afrika waliotambulika rasmi kuwa na Progeria. Alizaliwa mnamo mwaka 1999, Afrika ya Kusini. Alipata umaarufu nchini kwake kwa sababu ya ujasiri mkubwa na kauli nyingi za kutia moyo. Alikuwa anasema, "I may look old, but inside I'm still a young girl." Alikutana na marais wa Afrika Kusini, ikiwemo Jacob Zuma, akapewa msaada wa matibabu na uangalizi maalum. Alikuwa mtu wa kujiamini sana na alitamani kuwa motivation speaker. Alifariki mnamo Aprili 2017 akiwa na miaka 18, muda mfupi baada ya kusherekea birthday yake. Kijana mwingine anaitwa Leon Botha kutoka Afrika Kusini. Leon alikuwa mmoja wa watu waliodumu muda mrefu zaidi wakiwa na progeria, kitu ambacho ni nadra sana kutokea. Alikuwa msanii wa kuchora na DJ maarufu. Alishirikiana na kundi la muziki la Die Antwoord. Alitumia sanaa kuelezea maisha yake, uchungu, falsafa na mtazamo wa maisha. Alikuwa mtu mtulivu mwenye mawazo ya kina na alikubali hali yake kwa nguvu kubwa alifariki mnamo Juni elfu mbili na kumi na moja akiwa na miaka ishirini na sita miaka mingi zaidi ya wastani wa walio na progeria. Na mwingine wa mwisho, sio kwa umuhimu, ni Nihal Bitra kutoka India. Nihal alikuwa kijana mwenye utu na upole mkubwa, akawa sauti ya progeria Asia. Alizaliwa India na baadaye serikali na watu mashuhuri walimsaidia kupata matibabu. Alihamasisha sana jamii kuelewa kuwa progeria sio laana, sio uchawi, ni tatizo la kijeneti. Alipenda kucheza, kutabasamu na kuwa karibu na familia yake. Alifariki mnamo mwaka 2016 akiwa na miaka 15. Lakini je, unafahamu kwa nini hawa watu ni muhimu sana? Watu hawa walisaidia dunia kuelewa kuhusu progeria, waliwapa wazazi wenye watoto wenye hali hii tumaini, na pia walionyesha kuwa ulemavu au ugonjwa hauzuii mtu kuwa na ndoto. Pia walihamasisha tafiti na tiba mbalimbali mbali. Asante kwa kuungana na mimi na kunisikiliza. Mpaka wakati mwingine kwenye Siri za Mwili. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like, share na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni.